Adabu ambayo imetufunza kwamba mwanafunzi inapofika zamu yake ya kusoma amtake idhini mwalimu kusoma, istadha na sheikha, kama dhakarna, kama ambavyo wanasema Ibnu Jamaa rahimahullah, kama tulivyotaja. Akiruhusiwa na mwalimu soma Atasema ata, ata, atamtaka Allah hifadhi kutokana na shaytan isti'adha billahi minashaitani rajim, atamtaka Allah hifadhi kutokana na shaytani aliyelaaniwa. Tukatolea maelezo kwamba hili suala la kusema a'udhu billahi minashaitani rajim ni kwenye Qur'ani tu, sio vitabu. Tulielewana hapo? Hili ni kwenye nini? Qur'ani tu. Ama kwenye vitabu vingine hivi hatusemi a'udhu billahi minashaitani rajim, wakati tu

Bismillahi rahmani rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbih. Tumayade ulisheikisha mwombee dua shekhe wake, allahumma ighfir lana waliwalidina wamashayikhina waliwalidai yawaombee dua wazazi wake wote wawili walimashaikhi na mashekhe zake wote walinafsi hi ajiombee dua yeye mwenyewe awaombe na Waislamu wote dua. Wakati anaanza kusoma kitabu, kwa mfano, tukatoa mfano bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma aghfir lana wa liwalidina wa mashayikhina wa jami'il muslimin, we Allah tusamehe sisi kuanzia msomaji na msomeshaji na msikilizaji na mashehe zetu sote na waislamu wote wasamehe, waliwalidina na wazazi wetu wote wasamehe. Hivyo atajiombea dua yeye msomaji na mwalimu wake na mashehe wote na waislamu wote na wazazi wao. Baada ya hapo, atafanya hivyo kila anapotaka kusoma somo lolote lile, au akirudia rudia lile somo au akifwali au mutalaa au akifanya mtalaa huko nyumbani au mukabala au labda yuko kwenye interview anaulizwa maswali pale na mwalimu, kwa ajili ya kujiunga labda na kitengo fulani. Sasa kwa mara ya kwanza akiulizwa, kabla ya kujibu, anatakana afuate njia hii, nsawa sawa. Fi hudhuri shaikhi, iwe huyo mwalimu wako yuko mbele yako muda huo, wakati unasoma dua hizi, au hayupo, au fi ghaibati, au hayupo isipokuwa tu anahu yahusu sheikha bidhikrihi fi dua, isipokuwa tu amhusishe mwalimu wake kwa kumtaja kwenye ile dua. Kama anayomba dua, basi mwalimu wake ana haki ya kumtaja kwenye hiyo dua yake. Na wakati anaposoma mbele yake, na amtakie rehma yule aliyeandika kitabu, yatarahamu ala musannifil kitabi inda qiraatihi, amwombee rehma mwenye aliandika kitabu hicho wakati wakati wa kukisoma kitabu kama tunavyosema, qala Ibnu Jamaa rahimahullah. Ibnu Jamaa alimamu Ibnu Jamaa amesema, Allah mrehemu, tunamwombea Allah mrehemu. Wa idha daa talib li shaykh shaykh, mwanafunzi wakati anasoma labda somo akimwombea dua mwalimu wake, qala radiyallahu ankum, aseme Allah akuridhieni, Allah akuridhieni Radhiyallahu ankum au an shaykhina, au aseme Allah amridhie. Radhiyallahu an, an shaykhina, Allah amridhie shekhe wetu. Au radhiyallahu an imamina, Allah amridhie imamu wetu, na mfano wa matamko kama hayo. Wayaksidu bihi shaykha, wakati huo kwenye nia yake anamkusudia mwalimu kwa dua hiyo, kwamba hii ni dua anamuombea mwalimu wake Widhafaraha min darsi daa lisheikhi, aidan, akimaliza pia kusoma anamuombea dua mwalimu wake. Wayadiusheihu aida litalib kulla ma daala, vile vile mwalimu anatakana muombea dua mwanafunzi kila anapomuombea, na yeye anamuombea dua. Wallahi hakuna watu wenye huruma kama walimu, wanapenda wanafunzi wote waongoke, wawe katika njia moja ya sawa, wafahamu masomo yao fa intaraka talibu listiftaha bima dhakarnahu, kama mwanafunzi ataacha kuanza somo lake kwa haya tuliyoyataja, jahlan, kwa kutojua, au nisyanan, au kwa kusahau. Nabahu alayhi, mwalimu atatakana amzindue mwanafunzi, jua hilo, we anza hivi, soma hivi. Wa allimhu iyyah, na amfundishe. Wa dhakarahu bi, namkumbushe. Fa inahu min ahamil adabi, kwani hizi ni katika adabu za muhimu sana. Wakad warada alhadithu fi ibtidai lumuri lmuhimmati bihamdillahi taala wahadha minha, na zimekuja hadithi katika kuyaanza mambo muhimu kwa alhamdulillah, na hili ni miongoni mwa mambo muhimu. Adabu ya kumi na tatu, ambayo ndio ya leo hiyo, tulikuwa tumeirudia tu kwa haraka haraka ili tuikumbuke. Athalithu ashar, adabu ya kumi na tatu, adabu ni adabu pamoja na wale unaoambatana wa, una wa nao kwenye masomo yako, anyuraghiba baqiyata talabati fi tahsili. Anatakikana mwanafunzi awa, awahimize wanafunzi wenzie katika kusoma, awahimize wanafunzi wenzie kusoma, sio wawahimize utoro. Baadhi yetu twahimizana utoro ah. "Mi hata kesho siji, mmekuja tu leo basi tu." Wewe unamwambia hivyo mwenzio ili na yeye asije kesho. Sio tabia nzuri. Wewe unatakikana, ayuraghi baqiyata talabati fi tahsili, awahimize wanafunzi wote kusoma, kukusanya ilmu. Wayadullahum ala madannihi, awaonyeshe njia zake hiyo ilmu, sehemu ambayo zi, ambazo ipo elimu awajulishe njia. Yeye kama amefahamu somo kupitia njia fulani ambayo wenzie hawaijui, awafundishe wenzie kwamba tumia njia hii na hii na hii utahifadhi haraka, tumia njia hii na hii na hii utahifadhi sehemu kubwa, tumia njia hii na hii na hii utafahamu somo hili na hili. Wayasrifa ta anhum lhumuma lmushghilata anhu, na waondoshe wao machomvu yenye kushughulisha na elimu awaondoshee machovu yenye kushughulisha na elimu. Wayuhawina alaihim munatahu, na ikiwa ni mwalimu awawepesishie awa, awa, awa zile ta, tabu za elimu, aziwepesishe kwa wanafunzi. Kama mwanafunzi ana shida fulani na ana uwezo wa kumtekelezea, mtekelezee. Mwanafunzi hana kitu fulani, una uwezo wa kumpa wewe, mpe au wewe mwanafunzi mwenzie mwanafunzi mwenzie, hana, hana kitabu labda nakitahela ya kitabu hana, wewe unayo mpe asome. Wauhawina alaihim mu'natahu wayudhakirahum bima hasalahu min alfawaidi walqawaidi waalgharaibi, na wakumbushe yale aliyoyapata yeye kwenye elimu katika faida, kanuni, vitu vipya vipya alivyovipata kwenye somo lile hili nilikuwa silijui, alhamdulillah melijua nilivyofanya mtwalaa nyumbani, nimepata faida hii na hii. Ndugu yangu wewe unaijua basi, kuna faida hii kwenye somo hili, walqawaid, kuna kanuni hii, ukidhibiti kanuni hii kwenye swala hili, basi itakusaidia kwenye masala mengi, kwenye mfum, kwenye fani fulani. Wayansahahum fidini, na wape nasaha kwa ajili ya dini awape nasaha kwa ajili ya dini. Fabidhalika yastaniru qalbuhu wa yasku ilmu, kwa kufanya hivyo moyo wake utapata nuru na elimu yake itaongezeka. Kila unavyotoa nasaha kuwaongoza watu katika mambo wasiyoyajua, Allah anakupa taufiki ya kufahamu ambao ulikuwa huyajui, na moyo wako anautia nuru, unazidi kuyakusanya mengine lakini kila unapoifanyia ubahili elimu ndipo inapokuacha anasema al irbili rahimahullah yazidu bikathrati al-infaqi minhu wayankusu ma dumta fihi kafan shadatta katika kitabu chake ambacho kinaishia na ni mashairi ambayo ameandika katika nyasia za, na adabu za elimu nyasia mbalimbali alizotoa na adabu kwa mwanafunzi, akasema hivi: yazidu bikathrati linfaqi minhu wayankusu madumta fihi kafan shadatta. Yazidu bikathrati linfaqi minhu, elimu yako inaongezeka kwa wingi wa kuitoa. Kila unavyoitoa inaongezeka, kila unapofundisha inaongezeka elimu yazidu bikathrati linfaqi minhu wayankusu madumta fihi kafanshadatta, na itapungua elimu yako kila unapoifumbia kiganja, kila ukiwa mchoyo kuitoa, ndipo inapungua. Ndio maana leo usishangae ukaona baadhi ya mashekhe wanashangilia kwenye mabanda ya mipira, ukiangalia athari za elimu zao hazipo, kwa sababu wameifumbia kiganja, ikawaacha. Watu wangapi leo wamesoma huko mijini, huko Tanga, wapi wapi, wapi wamerudi na mathanawi yao huku, wamekuja na shahada zenye levo ya juu kabisa ya kitaaluma, mumtazi levo ya kwanza kabisa, hey. Lakini kaja kakaa miaka miwili mitatu, kajiingiza kwenye vilimo kwenye kadha kadha kadha, baadaye yeye na mtu mwingine aliyebaki hapa hawana tofauti. Tofauti yake ni kwamba miaka ambayo yeye alienda kusoma, mwenzie alikuwa akilima, mpaka akirudi mwenzie kajenga kibanda chake, kanunua kieneo chake, yeye anaanza kutafuta sasa. Ile elimu aliyoenda hakuipata, na huku alicho huku mali hakuku, hakukuta, kakosa bara na pwani Matunda ya kuiwacha elimu. Yazidu bikathratil infaqi minhu, inaongezeka elimu kwa wingi wa kuitoa. Kila unavyoitoa kwa wingi, inazidi kuongezeka. Wa yankusu maadumta fihi kaffan shadatta, na itapungua elimu yako kila unavyoifumbia kiganja, utaki kuitoa, ndipo inapungua. Kwa hiyo fabidhalika, kwa kufanya hilo yani kwa kuwahimiza wenzio kusoma, kuwaondoshea ma, ma, mazito mbalimbali yanayoshughulisha mbali wao kutokana na kusoma, kuwafanyia wepesi katika yale mazito yenye kuafika, kuwakumbusha faida ulizozipata na kanuni ulizozipata na vitu vigeni vigeni kwenye hiyo ilmu na kuwanasihi katika dini yao. Mtu haswali ukamnasihi swali, we umehifadhi we umesoma we, we wasoma chuoni, kwa nini uswali? Kwanini mwenzetu, mpe nasaha uyo waswali. Kila unavyofanya hivyo, fa fabidhalika, yastaniru, anapata nuru. Huyu anayefanya hivi anapata nuru kwenye moyo wake, wayazku ilmu, na elimu yake inaongezeka. Waman bakila alaihim, na ambaye atawafanyia bakhili watu na ilmu yake, lamyambat ilmuhu wainnabata lam yuthmir, elimu yake haitomea na, na, haitoota na ikiota haitomea. Elimu yake haitoongezeka na hata ikiongezeka haitokuwa na faida. Ndio maana haya maneno, lam yambat, haitoota ilmuhu, elimu yake, wainnabata, kama itaota, lam yuthmir, haitozaa matunda. Wakad jaraba dhalika jamaatun min alsalaf na wamelijaribu hilo kundi katika wema waliotangulia, lilipitia hali kama hizo, wakajua ala, kumbe unavyoifanyia elimu unavyoifanyia uchoyo hai, hai, ina, inapungua inaondoka. Elimu ni nuru ya Allah jamani, nuru ya Allah anaiweka kwenye moyo wa mtu amtakaye katika waja wake. Anapokupa Allah nuru hii, ishi nayo kama tulivyosoma kule mwanzo maneno ya sahal atasturi alulamau thalatha wasomi wa dini wako aina tatu na hata wasomi wa mambo mengine rajulun asha biilmihi wa asha maahu nasu fihi mtu ambaye ameishi kwa ilmu yake na watu wakaishi pamoja naye kwenye hiyo elimu hi wa rajulun asha biilmihi wa lam yaish maahu nasu fihi na mtu mwingine kaishi na elimu yake, lakini watu hawakuishi naye kwenye hiyo elimu. wa rajulun lam yaish bi ilmihi wa asha nasu maahu, mtu mwingine hakuishi na elimu yake, lakini watu wameishi na elimu yake yeye. Watu hawa tofauti. Wa kwanza amesoma, akafanyia kazi, akasomesha, akawa yeye mwenyewe kanufaika na elimu yake, kaishi nayo, na kwa sababu kasomesha wengine na wenyewe wakafanyia kazi, wakawa na wenyewe wamenufaika nayo, wameishi na elimu yake. Wa pili ni mtu kasoma kafanyia kazi hakusomesha, ameishi na elimu yake, lakini watu hawakuishi na elimu yake pamoja naye. Mtu mwingine kasoma akasomesha, hakufanyia kazi, watu wakanufaika na elimu yake, yeye hakunufaika nayo, kwa kuwa yeye kawasomesha ila yeye hajafanyia kazi. Huyu ni hatari. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, yuta birajuli yawmal qiyamati fayulqa fi an-nari Ataletwa mtu siku ya Kiama atatupiwa motoni. Fatandaliku aktabu batni, utumbo wa matumbo yake utatoka. Fayaduru biha kama yaduru lhimaru fi rawha, atakuwa akizunguka kwenye ule utumbo wake kama punda anavyozunguka kwenye kamba aliyofungwa. Fayajtamiu alaihi ahlu nnari, watu wa motoni watakusanyika pembezoni mwake, wamwambie ama kunta taamuruna bil ma'rufi wa tanhana 'anil munkari, wewe ulikuwa ukituamrisha mema na kukutukataza maovu. Una nini leo? Mbona adhabu yako mbaya hivi? fa yaqulu kuntu amurukum bil ma'rufi wa la ati wa anhaakum 'anil munkari wa ati, atasema mimi nilikuwa nawaamrisha waamrisha mema ila siyafanyi, na nilikuwa nikiwakataza maovu na yafanya. Ikawa jazaa yake ni hayo. wallahu almusta'an wala yafharu alaihim, wala yafharu alaihim, wala asijifaharishe juu yao, asijifaharishe kwa wenzie kwa ilmu alio nayo, au yujabu bijaudati dhihnihi, au akajiona aka, aka kwa, aka kwa sababu ya ukali au uzuri wa akili yake kwenye kuhifadhi vitu na kufahamu, akajiona yeye yuko bora kwa sababu akili yake yafahamu sana bali yahmadu llah taala, bali yeye amshukuru Allah jalla waala wa ala dhalika, juu ya hilo wayastaziduhu minhu namuombe Allah ziada katika elimu bidawami shukrihi, kwa kudumu katika hali ya kumshukuru nani Allah jalla waala. Wa hii ni adabu ya kumi na tatu na ndiyo adabu ya mwisho katika adabu za mwanafunzi na masomo yake kwamba unatakikana uwahimize wenzio unaosoma nao, uwahimize kusoma, uwahimize kutafuta elimu, uwaonyeshe njia nzuri za kutafuta elimu, za kufikia kwenye elimu. Hivi ndivyo ambavyo tunatakikana tuwe. Tunamwomba Allah jalla waala atujalie tuyafanyie, atuja kazi yale tuliyoyajua katika kheri, atuepushe na shari wale ambao tuna kasoro katika vipato vyetu Allah atujalie tupate, na wale ambao tuna maradhi Allah atuondoshee, wale ambao tuna changamoto mbalimbali mbali za mitihani Allah atujalie tupite kwenye mitihani yetu tufaulu vizuri na kadhalika, wale ambao tuna uvivu wa kuja chuoni Allah atuondoshee haya matatizo ya uvivu, atujalie nasi tuwe wanafunzi wema, wanaopenda kusoma dini yao, watakaoingia peponi kwa radhi za Allah, kwa rehma za Allah tabaraka wa taala, na fadhila zake. Barakallahu aljamia aljamia. Haya, akakimu swala mtu salatu wassalamu ala